Mimi Estomin Mwatoyove Kyando naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitairinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Estomin Mwatoyove Kyando naapa kwamba nitalitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi yangu ya mkuu wa wilaya ya Kilolo. E, Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Estomin Matoyo Kyando naapa kwamba katika kazi yangu ya mkuu wa wilaya kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi yangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Eh, Mwenyezi Mungu nisaidie. Na hakikisha kwamba nimekula kiapo hivi hapa ofisini kwa mkuu wa mkoa wa Iringa leo tarehe 30 mwezi wa sita mwaka 2025.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 na nahakikisha kwamba nimekula nimekula imekula, imekula, imekula viapo hivi hapa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa leo tarehe 30 Juni 2025. Makofi. Asante sana <todic> Sasa tunaingia kwenye ahadi ya uadilifu ya maadili iliyosainiwa katika ibara ya 132 ya katiba ya Jamhuri ya Tanzania ya mwaka 1977 na masharti ya sheria ya maadili ya viongozi wa umma namba 13 ya mwaka 1995 ambayo yanatamka ya kila kiongozi wa umma kuzingatia viwango vya juu vya maadili ili kukuza utu, uwazi, uadilifu, uwajibikaji na kuimarisha imani ya wananchi kuhusu utendaji wa serikali. Mimi Benjamin Samuel Sita ninaahidi umma kwamba nitakuwa mzalendo kwa nchi yangu na mtii kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitakuwa mwadilifu na mfano kwa watumishi wa umma na watu wengine katika kukuza na kusimamia maadili. Sitatumia cheo changu au wadhifa wangu kwa maslahi binafsi ya familia yangu ndugu zangu au marafiki zangu, isipokuwa kwa maslahi ya umma nitailinda na kutumia rasilimali za umma kwa maslahi ya umma nitatekeleza majukumi yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia sera sheria kanuni taratibu na miongozo kwa maslahi ya umma sitaomba kushawishi kutoa wala kupokea rushwa sitaomba kutoa wala kupokea zawadi au fadhila za kiuchumi au za kisiasa au kijamii zisizoruhusiwa na sheria sitatoa shinikizo kinyuma na sheria kanuni, taratibu na miongozo katika utendaji kazi za umma, hususan ajira, kupandishwa cheo, kuchukua hatua za kinidhamu au kuingia mikataba mbalimbali. Sitatoa taarifa za siri za serikali au za mteja kwa watu wasiohusika isipokuwa kwa masilahi ya umma. Nitatekeleza majukumu yangu kwa kuepusha migongano wa masilahi wa aina yoyote, na endapo itatokea, uamuzi wangu utazingatia masilahi ya umma. Nitatoa huduma bora kwa usawa kwa watu wote bila kujali misingi ya dini, siasa, kabila, udugu, ukanda, jinsia, urafiki au hali ya mtu. Nitaepuka tabia ambayo inavunja heshima ya uongozi wa umma hata ninapokuwa nje ya mahala pa kazi au nitakapoacha kazi. Tamko: ninakiri kwamba nimeisoma hati hii ya ahadi ya uadilifu kabla ya kuweka sahihi inakubaliana na kutambua kwamba masharti yaliyo katika hati hii ni ya kimaadili na sheria na inawajibika kuyatekeleza. Inaelewa kwamba ukiukwaji wa masharti hayo ni ukiukwaji wa maadili yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria ya maadili ya uongozi wa umma, masharti ya sheria ya kuzuia na kupambana rushwa, sheria ya utumishi wa umma, sheria ya ununuzi wa umma, sheria ya kudhibiti mgongano wa masilahi ya sheria nyingine za nchi na hatua za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo nitakiuka masharti hayo. Fopi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa amemkabidhi nyenzo za kazi Mheshimiwa Benjamin Sitta, mkuu wa wilaya ya Iringa. Sasa nizamu ya Mheshimiwa Estomin Kyando, mkuu wa wilaya ya Kilolo, naye amekabidhiwa nyenzo za utendaji wa kazi yake. Hongereni sana waheshimiwa wakuu wa wilaya, naomba turejee kwenye viti. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali yote, namshukuru Mungu kwa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo kushuhudia tukio hili muhimu la uapisho wa wakuu wetu wapya wa wilaya. Ni furaha kubwa kwetu sote kuwa sehemu ya historia hii ya utumishi wa taifa letu. Vile vile namshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuniamini na kuniteua kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa. Hii ni heshima kubwa ambayo naiweka naiwekea dhamana ya kuitumikia Iringa kwa moyo wangu wote na ndugu zangu wote. Ndugu viongozi, ndugu wananchi na watumishi wenzangu, wengi wenu nimepata fursa ya kufanya kazi pamoja nanyi nikiwa mkuu wa wilaya. Ushirikiano wenu, moyo wenu, moyo wa kujituma na bidii yenu katika majukumu yetu ndio msingi mkubwa wa mafanikio haya tuliyoyapata pamoja. Mafanikio haya ndiyo yamepelekea mimi kuaminiwa na Mheshimiwa Rais na kupandishwa nafasi hii kwa lengo la kuwatumikia, kuwahudumia na kuwaongoza wananchi wenzetu. Ni imani yangu kwamba kama tulivyoshirikiana hili likatokea, tuendelee kushirikiana ili kuendelea kuinua mkoa wetu na tuweze kufanya vizuri katika mambo yote. Leo tumekusanyika kushuhudia uapisho wa wakuu wa wilaya za Iringa na Kilolo na wapongeza kwa dhati kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais. Uteuzi huu ni ishara ya imani kubwa aliyonayo Mheshimiwa Rais kwa uwezo wenu wa kuliongoza taifa letu katika ngazi ya wilaya. Hata hivyo, ni muhimu kukumbuka kuwa viongozi si nafasi tu bali ni vitendo. Hivyo basi, mkachape kazi kwa bidii na uadilifu mkubwa. Kila mmoja wenu asimame imara katika kutekeleza majukumu yake ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Simamieni watumishi wa umma ili watekeleze majukumu yao kwa ufanisi na ubora wa hali ya juu sana. Mkawe viunganishi muhimu, mkajenge mshikamano na umoja miongoni mwa watumishi na taasisi zote ndani ya wilaya zenu, ili mwisho wa siku kila mmoja aone raha na furaha ya kutumikiwa pamoja na kuongozwa na nyinyi. Pamoja na majukumu mengine tuliyonayo, ni muhimu kutambua kuwa mkoa wetu wa Iringa una vipaumbele vinne vya kimkakati ambavyo tunapaswa kuvisimamia kwa umakini ili viweze kutekelezwa kwa mafanikio na kuleta matokeo chanya kwa wananchi wetu. Vipaumbele hivi vimetokana na uchambuzi wa kina wa fursa zilizopo ikiwemo upatikanaji wa malighafi na ku, za kutosha na miundombinu muhimu inayoweza kuunga mkono uwekezaji katika sekta husika. Lengo kuu ni kutumia rasilimali zilizopo ndani ya mkoa kuongeza thamani, kukuza ajira, kipato na kuchochea maendeleo ya kiuchumi miongoni mwetu. Ndugu viongozi, ndugu wananchi, ndugu watumishi, ninaendelea kuamini mipango yetu ni kwa ajili ya wananchi, maamuzi yetu ni kwa ajili ya wananchi. Hivyo naomba nisisitize ushirikishwaji wa wananchi katika mambo yote. Tupate fursa ya kufikia wananchi walipo, tupate fursa ya kusikiliza wananchi watakacho na tupate fursa ya kuhakikisha wananchi wanafahamu malengo na dira tuliyonayo. Mimi nikiwa hapa kama mkuu wa wilaya na nilikuwa naamini kwamba ushirikishwaji wa wananchi unahitaji kuelimisha, unahitaji kukumbusha, unahitaji kuhamasisha na mwisho unahitaji kuwajibisha. Wananchi wakielimishwa, wakahamasishwa wakakumbushwa na wale wachache wakawajibishwa kwa mujibu wa sheria, tutakuwa na jamii iliyostaarabika na yenye hatua kubwa sana ya kimaendeleo. Ni wajibu wetu kuendelea kuwashirikisha wananchi. Mipango yetu lazima itokane na wananchi, na maamuzi yetu yawe ni kwa ajili ya wananchi. Tukifanya hivyo, ndugu zangu, tutaendelea kufurahia neema ya mkoa huu na baraka zote ambazo Mungu ameziweka ndani yake.